Tume Huru ya Uchaguzi wa Taifa kuanzia ya leo tarehe moja mpaka tarehe saba imeanza e, e, zoezi la uboreshaji wa taarifa mbalimbali kwa wapiga kura. Kwa hiyo ndugu zanguni wananchi, kama um, hauna kitambulisho kupigia kura kama umepoteza, ama wakati unabandika yale madaftari ya awali umeona jina lako limekosewa, ama umehamia kutoka eneo jingine, kwa maana ya kata nyingine, ama wilaya nyingine au mkoa mwingine, sasa huko huku unaruhusiwa sasa, unaruhusiwa utakuwa na vituo viwili tu. Kuna ofisi ya VEO pale Utimle, lakini tuna ofisi ya shule ya msingi pale Msuva. Kwa hiyo unaruhusiwa kuanzia leo mpaka tarehe saba kwenda kwenye vituo hivyo kuanzia saa mbili asubuhi kwa ajili ya kwenda kunani, kubadilisha taarifa zako ama kuuhisha, ili uweze kupata kile kitambulisho kita sasa kitakachokupa uhalali sasa wa kuchagua viongozi wako ukiwa huku, kwa maana utamchagua mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge na mheshimiwa rais kwa hiyo hili sasa mwezi wa kumi ukifika, usionekane usi, usi, usi, huna na sifa ya kupiga kura. Wakati ni sasa. Kuanzia leo hadi tarehe saba vituo vitakuwa viko wazi. Kwa hiyo tuna vituo viwili tu kata nzima, kwa sababu ni marejeo. Tumeleana wananchi, tunaamini mwaka jana tulikuwa na vituo vingi. Sasa unaweza ukasema mi wamwamuru naendaje kuandikisha wapi? Utimle pale. Ukifika watakuuliza unatokea wapi ukisema Mwamuru na ataandika Mwamuru. Kwa hiyo tutakapokuja ile daftari la kudumu la wapiga kura, sasa jina lako litatokea wapi? Mwamuru, haitatokea tena wapi hapa, unaelewana? Kwa hata kama ni waide Kamiso unaweza kaenda Msuga kuboresha ile taarifa, lakini jina lako mwezi wa 10 litatokea wapi? kwa ile daftari la wapiga kura, wapi ide Kamiso. Kwa hiyo ukifika pale watakuhudumia vizuri, watakuuliza maswali kadhaa tu, ambao wape ushirikiano, wahuhishe taarifa zako vizuri, sawa sawa, ndugu zangu.